Sasa ni saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni mimi David Maruseke, na kwanza ni mhutasari wake. Watumishi wote katika taasisi na mashirika ya umma kote nchini watakiwa kushiriki katika uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA wilaya ya Mleba mkoani Kagera la wasii waumini wa dini ya Kiislamu kutojihusisha na vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani na serikali nchini. Mali imefunga shule na vyuo vikuu kwa muda wa wiki mbili kufuatia uhaba mkubwa wa mafuta. Habari kamili, Dar es Salaam. Ofisi ya msajili wa hazina imetoa wito kwa watumishi wote katika taasisi na mashirika ya umma kote nchini kushiriki katika uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, kaimu msajili wa hazina Lightness Mauki amesema watumishi wa umma wana nafasi ya kipekee katika kuhakikisha dira ya maendeleo ya taifa inatimia. Mauki amesisitiza kuwa ushiriki wa watumishi wa umma ni sehemu muhimu ya kuimarisha misingi ya utawala bora pamoja na nguzo kuu katika safari ya Tanzania kuelekea uchumi wakati wa juu ifikapo mwaka elfu mbili na hamsini.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 zina inaamini kuwa kwa kushiriki kwa wingi katika uchaguzi huu watumishi wa umma wataendelea kuunga juhudi za kuifikisha nchi yetu na serikali yetu mahali pale ambapo inaenda na kuimarisha utawala bora. Ameongeza kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka dira thabiti ya maendeleo inayolenga kujenga uchumi shindani na jumuishi unaotegemea uwazi, uadilifu na ushiriki wa wananchi katika maamuzi ya taifa. Shinyanga. Wananchi wilayani Shinyanga mkoani humo wametakiwa kuepuka kuwasikiliza watu wanaohamasisha wananchi kufanya maandamano ili kuvuruga amani na utulivu wa taifa kuelekea uchaguzi mkuu. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya Shinyanga, wakili Julius Mtatiro, wakati akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake juu ya maandamano juu ya maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu. Mtatiro amesema kuwa serikali imejipanga kuimarisha ulinzi na usalama katika vituo vyote vya kupigia kura ikiwa e ni pamoja na kuimarisha mazingira ya kupigia kura kwa watu wenye mahitaji maalum. Tuna majimbo matatu ya uchaguzi ambayo yatakuwa yanashiriki uchaguzi, kwa maana ya jimbo la Solwa na jimbo la Itwangi ambayo yako halmashauri ya Shinyanga na jimbo la Shinyanga mjini. Tunazo kata arobaini na tatu ambazo zinashiriki katika huu uchaguzi, lakini pia tuna vituo vya kupigia kura viko elfu moja na saba. Hali ya wilaya ni shwari na hatutarajii kwamba patakuwa pana mwananchi yeyote mmoja miongoni mwetu ambaye anaweza kujaribu kufanya vitendo Vyote vya kuvunja amani ama makosa ya jinai. Kwa upande wao baadhi ya wakazi wa manispaa Shinyanga Bwana Hamis Masudi na Bi Rehema Rashidi wamesema kuwa wamejipanga kushiriki uchaguzi na kujiepusha na makundi ya watu wanaohamasisha vurugu na uvunjifu wa amani kuelekea uchaguzi huo. Muleba. Baraza kuu la Waislamu Tanzania Bakwata, wilaya ya Muleba mkoa wa Kagera limewasihi waumini wa dini hiyo kutojihusisha na vitendo vyovyote vyovyo vya uvunjifu wa amani. Wito huo umetolewa na Shehe Abubakari Ningu wakati wa dua maalumu ya kuliombea taifa kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu, ambapo dua hiyo imefanyika katika msikiti wa Nuru uliopo Mreba mjini. Amesema ni wajibu wa kila Muislamu kulinda amani katika kipindi hiki cha uchaguzi ili uweze kufanyika kwa usalama, huku wakiwataka kujitokeza kwa wingi kushiriki kikamilifu zoezi la kupiga kura. Bali watawala wa nchi hii wakifanya harakati mbalimbali za kuleta maendeleo ya nchi yenu ya Tanzania, elimu mnapata, maji mnapata, umeme mnapata, afya mnatibiwa, kila hatua wanafanya. Yote haya wanafanya kwa ajili ya masilahi ya nchi yenu, na shukurani hamna. Wataku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaswa. Eloeni ndugu zangu, hogopeni fitna likitokea, hili siyo kwamba fitna hii itawapata wale waliokuwa na wakusudia watawala tu, bali fitna hiyo itarudi hata katika familia zenu. Nao baadhi ya waumini wa msikiti huo wameomba jeshi la polisi kusimamia amani kwenye maeneo yao bila kuwepo vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi chote cha uchaguzi. Biharamulo. Halmashauri ya wilaya ya Biharamulo imetenga zaidi ya shilingi milioni 300 kwa ajili ya kuwakopesha vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kwa ajili ya kukuza kipato na kuondokana na maisha tegemezi. Afisa maendeleo ya jamii, kitengo cha vijana katika wilaya hiyo bwana Eric Ladis amesema hayo wakati akitoa elimu kwa vijana wanaosoma vyuo vya ufundi stadi vya kati na fursa ya mikopo inayotolewa na halmashauri kwa vijana. Amesema mikopo inayotolewa na halmashauri na viwango tofauti kati ya shilingi milioni 5 hadi milioni 150 kulingana na mradi husika, hivyo vijana wanapaswa kuchangamkia fursa hiyo. Kwa upande wake, afisa mikopo idara ya maendeleo ya jamii wilaya ya Biharamulo bwana Darasira amewaagiza maafisa maendeleo ya jamii kata kuwasaidia vijana na makundi mengine kuandika andiko la miradi ili waweze ku kuomba mikopo isiyo na riba kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bamako, serikali nchini Mali imechukua hatua ya kufunga shule na vyuo vikuu kwa muda wa wiki mbili kufuatia uhaba mkubwa wa mafuta. Uhaba huo umesababishwa na vizuizi vilivyowekwa na wanamgambo wenye mafungamano na kundi la kigaidi la Alqaida. Mapema mwezi Septemba, wanamgambo wa Jamaat Nuslat al-Islam Walimuslimin Jinim walitangaza kuzuia uagizaji wa mafuta katika nchi hiyo Afrika magharibi isiyo na bandari, na tangu wakati huo wamekuwa wakishambulia misafara ya malori ya mafuta yanayojaribu kuingia nchini humo. Hatua hiyo inatajwa na wachambuzi kuwa ni sehemu ya kampeni ya makundi hayo ya wanamgambo na inayolenga na kuzidisha shinikizo kwa serikali ya kijeshi ya Mali kwa kuzuia chanzo kikuu cha uchumi nchini humo. Yaunde, Raisi Paul Biya wa Kameruni ameshinda muhura wake wa 8 madarakani katika uchaguzi wa rais uliofanyika Oktoba 12 kwa kupata asilimia 53.66 ya kura zilizopigwa, hii ikiwa ni kulingana na matokeo rasmi yaliyotangazwa leo na Baraza la Katiba la Cameroon. Kiongozi wa upinzani Isa Chiroma Bakari, ambaye ameshika nafasi ya pili na kwa kupata asilimia 35.2 ya kura, amepinga matokeo hayo, akisema hakukuwa na uchaguzi wa uhuru na haki. Siku ya Jumapili, mamia ya raia wa Cameroon walitikia wito wa kuandamana uliotolewa na Chiruma ambaye alipambana na rais Paul Biya aliyeitawala Kameruni kwa miaka 43 ambapo hata hivyo, watu wanne wameripotiwa kuuawa kufuatiwa maandamano hayo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Watumishi wote katika taasisi na mashirika ya umma kote nchini watakiwa kushiriki katika uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA wilaya ya Muleba mkoani Kagera la wasihi waumini wa, wa dini ya Kiislamu kutojihusisha na vitendo vyovyote vyovyo vya uvunjifu wa amani. Na serikali nchini Mali imefunga shule na vyuo vikuu kwa muda wa wiki mbili kufuatia uhaba mkubwa wa mafuta. Waza Wazua.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 Saa tano usiku utasikia taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita.